Haya, na mimi sinabudi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ile kazi kubwa ambayo tulikuwa tunaihamu kukamilika, lakini kabla hatujamkaribisha mhusika, naendelea tena kutoa nasaha, wale waliopata kura ndogo na wale waliopata kura kubwa, tushirikiane kwa pamoja, tusife moyo, lengo letu liwe moja, na tunakokwenda si kupambana na CCM. Sio kupambana na lobi, hamna. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa tafadhali. ACT Wazalendo, ukweli na uwazi. Ndugu mwenyekiti wa mkutano mkuu wa jimbo la Kwerekwe, ndugu wajumbe wa mkutano mkuu wa jimbo la Kwerekwe, ndugu viongozi mbalimbali mliopo Uh, ifuatayo sasa ni kutangaza matokeo ya washindi katika uchaguzi mdogo, uchaguzi wa maoni wa ngazi ya ubunge, uwakilishi, ubunge wa viti maalum, uwakilishi wa viti maalum, udiwani pamoja na udiwani wa viti maalum. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu huu, naomba nianze kwa nafasi ya ubunge wa jimbo wagombea waliopigiwa kura alikuwa ni ndugu Ali Hamadi Salim, ndugu Ayubu Hamadi Ame, ndugu Juma Saidi Juma, ndugu Mbarak Daudi Mbarak na ndugu Othman Yusuf Hamad. Kura zote zilizopigwa ni kura sabini na nne, kura moja imeharibika. Na ndugu ali Hamadi Salim amepata kura tano. Ndugu Ayubu Hajim Ame amepata kura sita. Ndugu Juma Saidi Juma amepata kura tatu. Ndugu Mbarak Daudi Mbarak amepata kura arobaini na mbili na ndugu Othman Yusuf Hamad amepata kura kumi na saba. Kwa matokeo hayo, namtangaza ndugu Mbarak Daudi Mbarak kuwa ndo mshindi katika uchaguzi huu wa maoni katika ngazi ya ubunge wa jimbo. Lakini katika upande wa uchaguzi wa ubunge viti maalum wagombea alikuwa ndugu Asha Khamis Mohamed, ndugu Janet Medrek Fusi na ndugu Sabah Omar Bakar. Kura zilizopigwa zote zilikuwa 75, kura moja imeharibika. Na ndugu Asha Khamis Mohamed amepata kura 40, ndugu Janet Medrex Fusi amepata kura tano na ndugu Sabah Omar Bakar amepata kura 29. Kwa sababu hiyo namtangaza ndugu Asha Khamis Mohamed kuwa ndio mshindi katika uchaguzi huu wa wabunge viti maalum. Katika ngazi ya wakilishi jimbo, mgombea alikuwa mmoja, ambaye ni ndugu Abdullah Jihad Hassan. Kura zote zilizopigwa ni kura 75, kura nane zimeharibika, mgombea amepata kura 67. Hivyo ndugu Jihad ndugu Abdullah Jihad Hassan ndio mshindi katika nafasi ya uwakilishi wa jimbo. Katika uwakilishi viti maalum, wagombea walikuwa ni ndugu Asmahan Salim Sharif, ndugu Rikia Omar Salum na ndugu Salma Mbaruku Abdalla. Kura zote zilizopigwa zilikuwa na 75 kura mbili zimeharibika na ndugu Asmahan Salim Sharif amepata kura 17, ndugu Rukia Omar Salum amepata kura 28, 24 kumradhi, na ndugu Salma Baruk Abdalla amepata kura 32. Hivyo, kwa matokeo haya namtangaza ndugu Salma Baruk Abdallah kuwa ndio mshindi katika uchaguzi huu wa viti maalum ngazi ya uu uwakilishi. ngazi ya udiwani wadi ya Jitimai, wagombea walikuwa wawili, ndugu Muhamedi Suleiman Rajab na ndugu Samira Hafidh Abdalla. Kura zote zilikuwa 75. Kura mbili zimeharibika, na ndugu Muhamedi Suleiman Rajab amepata kura 30 na ndugu Samira Hafidh Abdalla amepata kura 43 kwa matokeo haya namtangaza ndugu Samira Hafidh Abdallah kuwa ndio mshindi katika uchaguzi huu wa udiwani wadi ya Jitimai. Wadi ya Meli Nne, mgombea alikuwa mmoja na alikuwa ni ndugu Salum Juma Masudi. Kura zote zilizopigwa ni 73, kura tatu zimeharibika mgombea amepata kura sabini. Hivyo namtangaza ndugu Salim Juma Masud ndio alomshindi katika ngazi ya udiwani wadi ya Meli nane, Meli nne wadi ya Meli nne. Wadi ya Mwanakwerekwe, katika wadi ya Mwanakwerekwe wagombea alikuwa wawili ndugu Juma Ali Maulid na ndugu Muhamed Ali Muhammed. Kura zote zilizopigwa ni 74, kura mbili zimeharibika. Ndugu Juma Ali Maulid amepata kura 28, na ndugu Muhamed Ali Muhamed amepata kura 44. Hivyo namtangaza ndugu Muhamed Ali Muhamed kuwa mshindi katika uchaguzi huu wa udiwani wadi ya Mwanakwerekwe. Na uchaguzi umeishia katika ngazi ya udiwani viti maalum, na wagombea walikuwa watatu: ndugu Fatuma Salim Suleiman, Ndugu Mgeni Juma Ngwali na ndugu Shara Hamad Mwitan. Kura zote zilikuwa 73, kura moja imeharibika, na ndugu Fatma Salim Suleiman amepata kura 24, ndugu Mgeni Juma Ngwali amepata kura 31, na ndugu Shara Hamad Mwitan amepata kura 17. Kwa uchaguzi huu wa udiwani viti maalum, namtangaza ndugu mgeni Juma Ngwali ndio mshindi katika uchaguzi huu. Hapo ndio mwisho wa mata, matokeo yetu ya uchaguzi uliofanyika katika jimbo hili la Kwerekwe leo tarehe 23 mwezi wa 6 2025. Asanteni, asante mwenyekiti. Salamu aleikum. Sasa kabla <coughs> ya kuahirisha shughuli yetu tungelipenda kumpa maiki mheshimiwa mmoja wa kike kwa kuwakilisha wale waliopata kura kidogo, alafu tutampa mwanamme atawakilisha wale waliopata kura nyingi. Mheshimiwa Jane wa <coughs> Zalendo <coughs> mimi na Zanzibar Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa viongozi, napenda kuchukua nafasi hii kwanza kuwapongeza wale walioshinda. Tunaamini kabisa tumepata viongozi ambao tulikuwa tunajua wana uwezo wa kupeperusha bendera yetu ya chama chetu cha ACT Wazalendo katika kinyang'anyiro mwaka huu 2025. Kwa hiyo sisi wajibu wetu ni kuwaunga mkono, kwa sababu hatujawachagua kwa sura zao tumewachagua tukiwaamini kwamba tukiwapa bendera wana uwezo wa kwenda kupambana na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunawapongezeni sana mlioshinda na sisi tuko nyuma yenu lakini pia na nyie wenzangu na mimi ambao tumeshindwa katika kinyang'anyiro hiki. Uchaguzi ndivyo unavyokuwa. Lazima apatikane mshindi na apatikane aliyoshindwa. Ndio maana ya, ya mashindano. Kwa hiyo sisi tulioshindwa tuhakikishe tunawaunga mkono wenzetu kwa sababu wamebeba bendera na katiba ya chama chetu kwa ajili ya ushindi wa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo tunawashukuru na mliotupigia kura, hata msiotupigia kura tunawashukuru, kwa sababu sio tunaingia kwenye jahazi moja ambalo ni ACT Wazalendo. Kwa hiyo tunawashukuruni sana, asanteni sana. Ah, sasa tutamkaribisha mheshimiwa Mbaraka Dude naye atoe shukurani zetu kwa wote <coughs> ACT Wazalendo. Shusha tanga, tanga, safari. Asante yeah, sana na mimi sinabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu hili kwa kutujalia kukamilisha zoezi letu hili kwa salama na amani, lakini pia napenda sana kumshukuru msimamizi wetu na wasaidizi wake kwa namna alivyoendesha uchaguzi huu kwa ustadi mkubwa sana. Asante sana kiongozi. Lakini mwisho kabisa, nawashukuru sana ndugu wajumbe kwa namna mlivyojitokeza kwa wingi kuja kufanya mabadiliko katika chama chenu, na kupongezeni sana ndugu wajumbe. Lakini pia napenda kuchukua nafasi hii kuzungumza kwa niaba ambao tumebahatika kuongoza, sio kushinda, katika uchaguzi huu, ni kwamba sisi tunakushukuruni sana kwa kutuchagua kuwa katika nafasi namba moja, mbili na kuendelea ili tuweze kukiwakilisha chama chetu katika uchaguzi mkuu unaokuja lakini pia napenda kuchukua nafasi hii kuambia kwamba sisi tulipokuwa katika mchakato wa kutafuta nafasi hizi tulikuwa na magrupu mbalimbali mbali. Makundi mengi yaliundwa hapa, lakini mimi kwa upande wangu, kundi langu nimekwisha kuvunja. Kama kuna kundi jengine, litakuwa hilo sio kundi ambalo linania njema na chama. Sasa hivi mimi kundi langu ni ACT Wazalendo, na kwa wale ambao wananifahamu nadhani wanajua, lakini tathibitisha zaidi pale ambapo tutakuja kutakiwa sasa kufanya shughuli za chama. Nitahakikisha natoa ushirikiano mkubwa sana kwa wale wenzangu ambao tuligombania pamoja, pamoja na makundi yao bila ubaguzi, ili tukitafute tuanze kitafuta kwa niaba ya Wazanzibari, ambayo ni mamlaka kamili ya Zanzibar. Mwisho kabisa, napenda niwatoe wasiwasi. Ahadi zote nilizoahidi mimi binafsi nitazitekeleza kwa asilimia, sio mia, ni mia moja zaidi ya na, na kumi. Hmm, nasema hivi kwa sababu utekelezaji wa ahadi hizi umo katika moyo wangu, lakini pia ni wasia wa mamangu tangu siku ya mwanzo nilipotangaza kuingia katika mambo haya. Aliniambia, mwanangu, unaingia katika mambo hayo, lakini katika masuala haya asilimia zaidi ya hamsini lazima iende kwa wananchi. Huu ni wasia wa mama na mimi nakwenda na wasia wa mama na naamini sote hapa tutafaidika kwa asilimia nyingi sana kwa wasia wa mama. Kwa hivyo, nawashukuru sana. Mimi niko tayari na wenzangu hawa kupokea ushauri nasaha na miongozo yenu ili kuhakikisha kwamba tunashinda katika uchaguzi ujao kwa kishindo, na neema inakuja kwa wote. Mwanakwerekwe, naomba ushirikiano wenu. Mimi na wenzangu, asanteni sana. Kati. Kati. Kati. <tanka> Kati. Aha, Hei situa zalendo haya, kama <coughs> tulivyosikia wajumbe wetu wawili hawa, lengo na madhumuni hasa ni kututoa wasiwasi, kwa sababu nia zao ni njema. Kwa hiyo anaomba mashirikiano, na usemi wetu ndo ule ule. Tulikuwa makundi lakini tutabaki kwa kundi moja jamani. Baada ya kusema hayo, na mimi nisiwe mkosefu wa shukrani. Nakushukuruni sana kwa kumaliza kwa kuacha shughuli zenu na mkaja mkazitekeleza shughuli za chama kwa ufanisi mzuri sana. Shukrani nyingine zaidi, mama leo nampongeza, kapindua meza, lakini kuipindua meza hii ahakikishe itakuja kurudi akifanya masuala yake ya kimama. Mama tunataka meza aliyoipindua asimtizame baba, asimtizame mama, akitizame chama